Umahiri uliouonyesha katika bunge la kumi na mbili ukiwa naibu spika katika kusimamia na kuendesha shughuli za bunge ndio uliotupa imani sisi wabunge kukuchagua kwa kura za kishindo. Mheshimiwa Spika, naungana na wabunge pamoja na wananchi wa Tanzania kukutakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu ya kuongoza muhimili huu wa bunge kwa mafanikio. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote mliopata nafasi ya kuingia bungeni. Nawatakia kila laheri katika utekelezi wa majukumu yenu ya uwakilishi uwakili wa wananchi kupitia chombo hiki kitukufu. Mheshimiwa Spika baada ya pongezi hizo sasa naomba kutoa hoja kwa mujibu wa kanuni ya thelathini na tatu mbili ya kanuni za kudumu za Bunge kuliomba Bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanywa na Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa ibara ya 51 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kama waheshimiwa wabunge watakavyokumbuka ibara ya hamsini na moja mbili ya katiba ya jamuhuri ya jamuhuri ya muungano wa Tanzania inatamka kwamba mapema iwezekanavyo na kwa vyo vyote vile ndani ya siku kumi na nne baada ya kushika madaraka yake rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa katika kutoka jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huo umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Mheshimiwa Spika, kama ulivyoliarifu bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mbunge wa kuteuliwa, ni mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi. Pili, Mheshimiwa Dkta Mwigulu Lameck Nchemba anatoka Chama cha Mapinduzi ambacho kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndicho chama chenye wabunge wengi, wengi zaidi humu bungeni. Na tatu, kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo ya 51 mbili ya katiba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 lakini pia yanahitaji mtu hodari, yanahitaji mtu anayejituma, lakini mtu mwenye busara, lakini mtu mwenye upeo mpana wa uelewa wa mambo na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka. Mheshimiwa Spika, madaraka hayo yanahitaji mtu makini katika kulinda na kutetea katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Mchemba ili lithibitishwe na Bunge na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, nikianza na swala la uchapakazi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaofahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote alioshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma nizitaje hizi kwa uchache, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nyadhifa Mbali, nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo, lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi lakini Mheshimiwa Dakta Mwigulu Lameki Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria, na Mheshimiwa Dakta Mwigulu Lameki Nchemba, wazifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, mheshimiwa Dkta Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyazifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyazifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu yani doctor of philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, Waheshimiwa wabunge, watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameki Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi. Kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina wa yake, ni msikivu wa hali ya juu anapokumbana na tatizo lolote, anashaurika na upokea ushauri kwa mikono miwili, lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameki Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili. Mheshimiwa Spika, baada ya kuyaeleza hayo yote, sasa kwa heshima na taadhima, naliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi uliofanywa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze, ili awe waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupitisha azimio la bunge. Azimio lenyewe ni kama ifuatavyo, na nitalisoma. Azimio la Bunge la kumthibitisha waziri mkuu chini ya ibara ya hamsini na moja mbili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kanuni ya thelathini na tatu mbili ya Kanuni za Kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa ibara ya hamsini na moja moja ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza kwamba kutakuwa na waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania atakayeteuliwa na rais kwa kufuata masharti ya ibara hii, ambaye kabla ya kushika madaraka yake ataapa mbele ya rais, na kwa kuwa tarehe 31 Oktoba 2025 tume huru ya taifa ya uchaguzi ilimtangaza Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, na kwa kuwa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliapishwa tarehe 3 Novemba 2025 na kushika madaraka ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na leo hii tarehe 13 Novemba 2025 ni siku ya kumi tangu rais aapishwe kushika madaraka ya urais, hivyo muda huo ni ndani ya siku 14 zilizotakiwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa Chama cha Mapinduzi kimepata wabunge wengi zaidi kuliko wabunge wa vyama vingine vinavyowakilishwa bungeni, na hivyo rais anayo haki ya kumteua waziri mkuu kutoka miongoni mwa wabunge waliochaguliwa katika majimbo ya uchaguzi, miongoni mwa wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais amekwisha mwarifu Mheshimiwa Spika kwamba amemteua mheshimiwa daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi kupitia chama cha mapinduzi kuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na mheshimiwa spika amekwisha wasilisha jina hilo katika bunge hili tukufu, na kwa kuwa ibara ya hamsini na moja mbili inaeleza kwamba waziri mkuu aliyeteuliwa hata shika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake huo umethibitishwa na bunge kwa azimio lililoungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Kwa hiyo basi, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya hamsini na moja mbili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaazimia kama ifuatavyo: kwamba Mheshimiwa Dkta Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi na ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa kanuni ya 33.2 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono, asanteni sana. Sasa kwa mujibu wa taratibu zetu tunatoa nafasi ya wa wabunge wachache walikuwa walikuwa waliokaa wa, wa, bungeni kwa kipindi kirefu, kusema maili matatu kuhusu hoja hii. Mheshimiwa Lukuvi jiandae, Mheshimiwa Jenista jiandae, Mheshimiwa Marechela jiandae, Mheshimiwa Adot jiandae. Mheshimiwa Simba Chaweni, dakika tatu. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima napenda kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Lakini kabla ya yote nimshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo katika siku hii yenye nuru kubwa na upendo iliyotuwezesha kukutana hapa na kufanya kazi hii muhimu kabisa ya kikatiba. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wa Tanzania kufikia uchaguzi uliofanyika tarehe ishirini na tisa na kukamilisha kwa amani na utulivu na kutuwezesha sisi wabunge humu ndani kuweza kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwawakilisha. Lakini pili, leo nimshukuru tena kwa kutimiza kazi nyingine ya kikatiba ya kutuletea mwenzetu Dr. Mwigulu Mchemba ili tumthibitishe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelezo mengi yametolewa na Mheshimiwa mwanasheria mkuu na mimi nayaunga mkono kwa sababu nathibitisha yote aliyoyasema ni sahihi, na pengine kwa sababu ni mtu wa serikali. Kwa wale wana CCM wenzangu, niwakumbushe mengine ambayo nadhani mwanasheria mkuu hakuandika. Huyu mheshimiwa Mwigulu Mchemba kwetu sisi, tumekuwa naye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa miaka mingi, amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, na amekuwa mjumbe wa sekretarieti yetu ya chama, lakini amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nawakumbusha wana CCM wenzangu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakukosea, lakini mwanasheria mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi, haya ni kweli, amesomea. Lakini wakumbushe tu, kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge, alitokea Benki Kuu, kuthibitisha kwamba Benki Kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Kwa hiyo Mwigulu huyu ametoka Benki Kuu kabla hajajiunga na masuala haya ya siasa. Lakini kwa sisi malizia tuliokaa bungeni muda mrefu, tunajua uvumilivu alionao Mheshimiwa Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa lakini hajatetereka na, lakini mafanikio tunayoyaona ndani ya nchi hii, Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasani ametekeleza miradi mingi sana iliyotuletea mafanikio na sisi wabunge leo tunajivuna na tumechaguliwa kutokana na hayo, lakini mkusanya ushuru ni huyu uliowezesha mafanikio hayo. Kwa hiyo mimi naunga mkono jambo hili, na ningependa waheshimiwa wabunge wenzangu tuliunge mkono kwa asilimia mia moja ili tumuheshimishe Mheshimiwa rais lakini tumpe nguvu na Dr Mwigulu Mchemba yaanze kazi yake vizuri na, sana mwishimua, na, mwishimua mwishimua Janista, Jandaya, speaker, na kushukuru sana Mheshimiwa uh, Spika, Mheshimiwa Jenista Jandaye, Mheshimiwa Malecela, Mheshimiwa Spika nakushukuru kushukuru. Na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuifikia siku hii ya leo lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan mheshimiwa wa rais wetu kwa, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu tunampongeza sana. Lakini mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia ya kukalia kiti hicho, tunampongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe utatuongoza, ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa mweshimua spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dkt. Mwigulu Mchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dkt. Mwigulu Mchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo na tunamshukuru sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza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 maono hayo yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Mchemba ili aweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge, kwa huduma hizo za afya, ujenzi wa uchumi, mabadiliko ya kimfumo ndani ya serikali yetu, usimamizi wa serikali, kwa sifa alizonazo Mwigulu Mchemba, ninawahakikishia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yatakwenda kufanya kazi vizuri.